Yes. Siku nyingine tena, leo Biz TV tumetembelewa na ugeni, tumetembelewa na ndugu zetu hapa ambao tutapiga nao stori dhidi ya mada ambayo tumeweka mezani. Mada inasemekana kwamba chanzo cha foleni barabarani kinasababishwa na nini? Ni kweli foleni zimekuwa ni nyingi sana, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam. Nipo na ndugu zangu hapa, watajitambulisha majina yao kwa lengo la kupiga hii stori au la kufafanua hii mada Chanzo cha foleni barabarani kinatokana na nini? Atajitambulisha mmoja baada ya mwingine. Ndugu yangu mambo vipi? Ndugu uh, yangu kikweli, mimi kwa jina naitwa hmm. Isidori Pasto. Pasto ni, Pasto Pasto, ni mkazi wa maeneo ya Kivule Kivule matembele ya pili, karibu sana Boost TV. Uh, asante sana. Na upande wangu wa kushoto nina ndugu yangu ambaye atajitambulisha kwa majina na anatokea wapi. Ndugu yangu mambo vipi? kwa majina no, no. no. no. natunai ndugu yangu, natokea pande zipi? natokea pande za Gongo la Mboto, Gongo la Mboto kiujumla. Karibuni sana Bwizzy TV. Asante sana, leo tupo katika Bwizzy TV ndio na no, mada yetu ni chanzo cha foleni no. barabarani na no. hii niongea no. na mike, kama unavyojua ongea na mike huwa tutapiga stori mbalimbali na watu mbalimbali. Umetokea Kivule, umetokea Gongo la Mboto, karibuni Hivo unavyoona au unavyoona, ni kweli chanzo cha foleni barabarani kinatokana na nini? Moja, watu wanasema chanzo cha foleni barabarani kinasababishwa na madereva bodaboda, boda, na madereva magari. Sijajua kama ni kweli au la. Upande wako, naona ni kweli madereva daladala anasababisha foleni barabarani. <coughs> badala dala dala tunatumia barabara, tunaona watu wengi na watu wengi wanavunja sheria barabarani wanasababisha barabara. Chanzo cha kwanza cha ubovu cha foleni kwa nyingi sana hapa Dar es Salaam, miundombinu yetu ya barabara imekuwa kidogo sio rafiki sana kwa sababu, sasa hivi tunaona kuna ujenzi umekuja wa mwendo kasi, unakuta barabara nyingi zimebanwa, unakuta barabara zingine zimefungwa, zingine ni kweli miundombinu naweza ikachangia, lakini kabla hatujajua kama inachangia, wala tumsikilize na ndugu yetu upande wa pili, yeye ili wazo analichukuliaje au analionaje? Bwana mkubwa, ndio ndugu yetu amesema madereva daradara, sio kweli, hawasababishi foleni barabarani. Kiupande wako unaonaje? Uh, mimi naweza kusema ni kweli wao wanachangia, hmm. Kwa sababu zangu ni nini? Kwa sababu daradara kulingana na miundo mbinu saa pamoja na haya yote kuna madada wengine ambao wanakiuka mahadiri ya kazi zao, diyo. Kwa sababu kuna mahadiri, kuna sehemu ambayo anakwambia hii sehemu hauruhusiwi upite, usimame, unaona. Kwa hiyo tayari moja kwa moja kasema ni chanzo cha madereva kusababisha nini, ndio ni kweli. Kiujumla hatujajua jibu la chanzo cha bala, chanzo cha foleni barabarani. kasababisha na madereva au la? Upande wako umekataa na ndugu yangu amekubali. Okay, tuachie watazamaji watatuambia nini hasa. Wao wanakishikilia chengine wanasema kwamba askari polisi I mean traffic wanasababisha foleni barabarani, au unaonaje kiupande wako ndugu yangu? Ah, mimi nasema ni ndio, ni kweli, nao wanachangia kwa sababu traffic anapokuja kumsimamisha mtu au oh, me, umesimamisha nani hii daradara? Unaona, yeah. Yani da hiyo sehemu ambayo simamisha, kuna matrafiki wengine, kuna sehemu, yani anaweza kasimama mbao ni sehemu ambao sio sahihi, unaona, labda unaona barabara ni finyu, unaona, wakati tayari japokuwa kamwambia basi daradara aegeshe pembeni, lakini tayari sehemu ya barabara beki yake kidogo, hata kwa wengine wasimame, unaona, mpaka aje mmoja, labda muambie yule driver atoe vitambulisho, sio nini, hana. Unaona kuna adhabu moja kwa mpe yale ameshasababisha nini, foreni. Foreni ni kweli, upande wako traffic yanasababisha foreni, ndio upande wa pili ndugu yangu <tusur> <tusur> Ndo anakuwa chanzo kikubwa cha kupunguza foleni Dar es Salaam. Kwa mwenye dereva anaelewa. Traffic wenyewe ndo unakuta hata jioni sasa hivi asubuhi unawakuta mataa tumikira, wanatumia mikono. Huyu anaposema kwa inasimamishwa gari katika barabara sio sahihi. Yeah. Traffic siku zote tunatembea barabarani tunaona traffic anakupiga mkono na kuweka gari pembeni huko anaendelea, anaendelea kuruhusu magari mengine. Kwa anaposema kwa gari linasimamishwa barabarani siwezi kumwelewa, wa, kumwelewa na anasema sio sahihi. Umemsikia ndugu yetu anavyosema? Mimi mimi nimemsikia vizuri yeah. Ila kwa upande wangu mimi kwa sababu ni kitu ambacho nishawahi kukipitia yeah, na nikakiona, unaona mambo ya daradari mm. Nishawahi kutembea na yeah, nikaangalia tatizo liko wapi, unaona mm. Na ni kweli rafiki anaweza kusimamisha, bwana, sogea u pembeni, atasogea pembeni. Kuna nyingine atasema sogea pembeni kuna wengine pale unaweza kushangaa yule, katika barabara sehemu moja trafiki imesimamisha zaidi ya magari matatu manne matano, unaona, alafu wenda labda trafiki iko moja. Sasa haya magari yatakaposimama kupangana ile sehemu tayari, kuna sehemu nyingine ambayo ni finyo, inatokana magari mengine hayajasimame baadaye, ujaje kuanza kuruhusu kupita magari zaidi ya ishirini au mia au hamsini kwa ameshasimama kwa sababu ya mtu huyu mmoja, kwa sababu hajaoni nini barabara hii hapa, hajaoni barabara hii nyingine, unaona. Kwa hiyo tayari ameshaweka nini msongamano wa foleni. Kwa hiyo unaweza kusema hivi, Trafiki nao wanachangia, wanachangia, tubaki hapo. Trafiki nao wanachangia, na ndugu yangu anasema trafiki wanapunguza foleni. mm -hmm. Kuna kuwepo kwa bandari kavu katikati ya mji inaweza kusababisha foleni barabarani. Uh, mimi ni kweli kusema ni ndio, yeah. Inachangia na inachangia sehemu kubwa mno kwa mm -hmm. sababu ukiangalia, kwa mfano sasa ukiingia kama kama tazara pale kwa baresa Magari ambazo a zinavuka hapa pale, kunakuga kuna na foleni kubwa sana unaona, kunakuaga na foleni kubwa sana sababu y ya maroli ukitokana na maeneo haya. Hapo kuna sehemu ukitoka uvuka hapa Buguruni yeah. unashuka hapa chini, kuna kuaga na foleni sana za maroli, unaona, maroli nayo mmoja wapo wanafanyaje, yanachangia. Lakini pia bandari kavu ya magari makubwa ya maroli hayo uh -huh. Yani, yanasafirisha vitu kutoka sehemu fulani kupeleka sehemu fulani. Tukisema labda, yanachangia kuwepo kwa foleni Dar es Salaam. mm. I mean, kuwepo kwa foleni barabarani. Tukisema tujazuie, baadhi ya mikoa hawatopata hawatopata baadhi ya mahitaji. Ndugu yangu, ni kweli kuwepo kwa, kwa bandari kavu, sababu tukisema kwa maroli haya yanaoingia bandari kavu na kushafoleni, mimi nitarudi tena pale pale mwanzoni

kuna vitu ambavyo wanataka kuvijua kupitia sisi BWIZZY Tv na kipindi cha ongea na Mike. Tunakaribisha kuandika komenti zao hapo hapo mwisho kujua kipi wanakihitaji kupitia BWIZZY Tv naongea na Mike, ujumbe ufike katika serikali kuu ya Tanzania kuhusu foleni za barabarani kwa ujumla. Tunahisi nini serikali yetu ikifanye ili kupunguza changamoto za barabarani hasa foleni. Mimi, uh, naweza kusema kwanza, moja nashukuru moja tuna rais ambaye ni mzuri mbio. na anajali sana maslahi ya Watanzania na Watanzania wote wanyonge na ambao si wanyonge mbio. Anazidi kutupigania kikubwa wamba, kwa pande zote unaona pande zote, zote madereva barabara na watu wa miguu, basi unaomba tu basi aendelee kupambana na kututengenezea miundo mbinu vizuri, ila watu ile foleni foleni zile, watu wapate uhuru kidogo, kwa sababu kiangalia unakuta hata wa wa yeah, wa wale wa mwendo ambao anatembea kwa kama miguu, watembea wa miguu wale, aati Makufuli sema yeye acha miundo mbinu, na mpaka sasa mama anaendeleza vizuri. Kwanza nampongeza namshukuru, yeah. Kwa mambo unayo yafanya. Asante sana ndugu yangu. Na we ndugu yangu, unaisikipi serikali yetu ikifanya kupunguza foleni za barabarani akangalia radiyatuka barabarani ni kubwa sasa hivi. Kwa hiyo yeah. Mimi cha kuomba tu serikali yangu awamu ya sita yeah, wazidi tu kufanyia vitu vizuri. Sasa sisi madereva daadaa apata changamoto sana barabarani, kwa hiyo miundombinu ikiwa mizuri barabarani kishakamilika, hizi hadhara zote za foleni zitakuwa zimeisha. Asanteni sana, sisi ni BWIZZY Tv na hii niongea na Mike, tunakaribisha siku nyingine. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Bwana, hii ni BWIZZY Tv na sisi niongea na Miki. Kama haujasubscribe, chaneli yetu inapatikana YouTube kwa jina lile lile BWIZZY Tv, subscribe chaneli yetu, gonga kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kila kipindi ambacho tunakuwa tunakiposti katika mtandao yetu ya kijamii. YouTube ni BWIZZY Tv, TikTok na insta. Usisahau, karibu kuwa nasi, usiache kufuatilia. Bye, bye.